Na siku chache tu baada ya ziara ya Rais William Ruto katika kaunti ya Samburu, wakazi wa kaunti hiyo wamemtaka kuhakikisha miradi aliyozindua hasa mradi wa usambazaji maji unakamilika kwa wakati. Wakazi wanamtaka Rais Ruto kuhakikisha mradi huo umekamilika ili kuondolea dhiki ya kusaka maji kila siku. Boniface Parasa anaarifu zaidi. Ziara ya siku mbili ya Rais William Ruto ilisheheni ahadi tele ikiwemo uzinduzi wa miradi mbalimbali mbali, kama vile mradi wa bwawa ya Mo unaolenga kusambaza maji kwa wakazi wa mji wa Marala na viunga vyake. Ile shida tuko naye hapa hivi tatizo kubwa zaidi ni kitu ambayo inaitwa maji na maji ni uhai. Sisi tuko na hiyo tatizo Rais, ungetuharakishia haraka haraka angalau hata sisi wenyewe tupate hiyo maji ndio tuweze kutupatia majukumu kwa ile ya ile ya muda. Kuna shida mingi ya maji hapa Marala tuko na choteji sana ya maji, siku hizi tunanunua maji kutoka hapa Samburu, lakini hii siku mbili umekuja kutembelea ya madam, tunakuomba tu tuharakishe ili tupate maji. Wakazi hao wakilalamikia kujikokota kwa mradi huo na kumtaka Rais William Ruto kushinikiza mwanakandarasi kukaza kamba na kukamilisha mradi huo kwa wakati ufao. Sisi kina mama tumehangaika sana kwa njia ya maji tumeangaika sana kutafuta maji, huwa tunabeba kwa kishwa na mgongo. So tunaomba rais wetu Rais Ruto kuja Samburu, katu promise utatutengenezea uta, uta, uta, maji utatuletea maji. Kwa sasa tunaomba ukalie ngumu contractor wako within isi mwezi mu, utuletee maji, na alituahidia kwamba maji itaingia baada ya mwezi mitano. Tutapata maji marala. Kwa sababu tuko na shida mingi ya maji hapa sijui sijui kama kama ni chakula tunanunua ni maji mimi ningeambia serikali ya kwamba zaidi rais, rais wetu Ruto hawa contractors wakaswe tupate maji kampuni ya kusambaza maji ya sawasco imewahakikishia wakazi kuwa mradi huo utakamilika kwa wakati na kutakidhi mahitaji ya maji ya wakazi uh, once, uh, the

Rais Ruto alimpa mwanakandarasi makataa ya kukamilisha mradi huo kufikia Aprili mwaka ujao. Wakazi wa kaunti hii wanapotaka mwanakandarasi anayetekeleza mradi huo kukamilisha mradi huo kwa wakati ufaao. Ni matarajio ya wengi kuwa kukamilika kwake kutawezesha kukidhi kiu ya maji. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.